Yesu Kristo onyesosifu. Mara nyingi sana tunapenda kuwahukumu sana watu waliotenda dhambi kana kwamba ni watu wabaya sana katika jamii zetu, katika familia zetu, katika kazi, katika taasisi yoyote ile, kana kwamba watu watna wahukumu kama vile hawafai tena. Hata makanisani watu wanapenda kuwahukumu sana watu amba yani hawafai kutembea na sisi katika neema hii ya wokovu. Lakini kumbuka kwamba watakatifu wanapatikana katika hali hii ya kibinadamu, haya ya utenda dhambi hii ndio wanapatikana kuwa watakatifu momo. Tuchukule mfano Wafalme wa pili sura ya saba namna wale wakoma walivyowasaidia wana wa Israeli katika ile vita shanu walikimbia baada ya kusikia vishindo. Kumbe ni Mungu alitengeneza kitu, lengo tu ni kuwainua hawa wakoma waliodharauliwa sana. Unapo mzuru unapotenga, una mtu dhambi, Mungu anamuona na thamani sana, na ndiye aliyewaokoa na ndiye aliwafanya aliwa wa, wa, wa, wakoma hawa kuwaok Israeli na naile njaa kubwa kasome Falme ya pili sura ya saba pale utakutana na habari ya hiyo njaa ilivyokuwa kubwa katika taifa la Israeli. Kwa ndugu zangu, usidharau sana watu watenda dhambi. mdharau ambaye um, ametenda dhambi ndio msaada wako wa kesho. Biblia inavyosema ndio msaada wako wa kesho. Hata wewe kwenye familia yako kukutana hili ja, jambo yetenda makosa makubwa madhambi ndiye msaada katika familia yenu, katika ukoo wenu, katika jamii, katika taasisi fulani. Kwa tusimdharau mtu aliyetenda dhambi, kwa sababu utakatifu anapatikana katika haya haya, katika tunaoishi hapa duniani, ni msaada kwako. Kwa ndugu yangu, tujifunze habari ya wakoma wa wali walivyowakimbiza washambe watu wanne tu, lakini walikimbia kwa sababu gani? Neema ya Mungu iliwekwa ndani yao, walizodharauliwa sana. Ndipo Mungu sasa leo anatufundisha habari ya kwamba tusiwadharau watenda makosa waliotenda dhambi. Hao ni wanadamu kama wengine na ni msaada wako leo au kesho, fuatilia uone alikuwa sana.